E bwana, huyu hapa mzalendo kamili. E bwana, mtu ambaye anapenda nchi yake na anapenda uh, rais wake, sio nyinyi wengine ambao hampendi rais wenu bana. Lakini kuna huyu mwamba ambaye ni mzalendo kamili. Yani ukisikia mzalendo kamili, basi ni kumaanisha mtu ambaye anapenda kila kitu cha nchi yake, iwe kiongozi wake mzuri anampenda, pia akiwa mbaya, basi anampenda. Sasa kuna huyu jamaa hapa ambaye E, amechora tatuu ya rais wake kwenye a, mkono wake. Alafu pia a, kuna watu ambao wanaharibu haya mabango o, mabango ambayo yamechapishwa picha ya rais e, sasa wengine wakienda kuyaharibu, e, kuna huyu mwamba ambaye anayapanga sawasawa, sawa anayapanga vizuri tu e, anayarudisha vile ambavyo walikuwa kuna wale wanayaangusha, lakini mshikaji anayopota mabango haya na anayarekebisha na anaeweka na ana vizuri. Sasa huyu ndio mzalendo ambaye anafaa kuigwa kwenye jamii. Video yake nimekuwekea ipo hapo mbele uweze kujionea yo. E bwana, kuna hii video ambayo inamwonyesha jamaa fulani, kiukweli huyu ni mwamba fulani ambaye ni mzalendo kwelikweli, kweli. Ee, sababu kama unavyoona hapo kwenye hii video kuna watu walikuwa meharibu, wameharibu na kuyaangusha mabango yale yaliyokuwa yamechorwa picha ya rais mheshimiwa mama Samia ama Samia Hassan Suluhu pale. Kuna watu walikuwa wameyaangusha ngusha, wengine wameyavunja vunja, lakini kuna mwamba mmoja ambaye ni mzalendo bwana. Sio watu wote wanamchukia mama Samia, bali kuna wengine pia wanazidi kumpenda. Unajua mtazamaji hawezi kupendwa na kila mtu. Hata Yesu alikuwa hapendwi na kila mtu, na alikuja kuokoa watu, lakini watu hawa hao ndio e, walimshambulia. Kwa hiyo huwezi ukapendwa na kila mtu. Sasa kuna kuna wale watu ama wale wananchi ambao wanaharibu mabango ya mama Samia, huku wengine wakisema kwamba ho e, serikali sasa hivi e, imezidi kukandamiza watu na kandamiza wananchi sababu Um, bidhaa zimekuwa juu, ushuru umekuwa juu, kazi hakuna, kazi hatupati, e, kwa sababu ya serikali ya awamu hii. E, sasa wakipatana na mabango haya basi wanamaliza hasira zao kweli kweli. E, sasa kuna mwamba mmoja alikuwa amepita hapo akalipiga teke na akaliangusha bango lile, lilikuwa limechorwa picha ya Rais Mama Samia e, lakini mshikaji mmoja akaona mbona sio sio poa hivi, e, mbona kama watu wafanyi sawa, akaamua e, kuondoka mdogo mdogo tu moja kwa moja hadi kwenye bango lile akaweza kulienua pale na hatimaye akaweza kuliweka vizuri, akalisimamisha kama ambavyo lilivyokuwa hapo mwanzo ama hapo awali, akalisimamisha tu vizuri na likawa linapendeza. E, namna hiyo sasa, huyu jamaa ndio ni mzalendo kweli kweli e, bwana. Anazidi kumpenda rais wake bwana. Inabidi kumpende rais wako mtazamaji e, kama vile ambavyo huyu mwamba mzalendo a, kitendo fulani ambacho anakifanya. Na pia sio hapo tu, bali kuna mshikaji mwengine pia ameweza kuchora picha ya rais mama Samia a, kwenye mkono wake e. Nikisema picha pengine inaweza kuwa haunielewi e. Wacha niweke lugha rahisi ili uweze kunielewa e, bwana, namaanisha kwamba kuna mshikaji ameweza kuchora tatuu e, tatuu kwenye mkono wake pale akachora picha ya e, mama Samia kabisa, alafu pia akaandika SSH yani kumaanisha a Samia na uh, Suluhu hapo. Eh, sasa mnamuona Mwamba mwenyewe nitakwenda kukuwekea picha zake hapa ili uweze uh, kumjua. Eh, bwana waacha ni kwa share hii video au uh, uzidi kujionea vile ambavyo Mwamba anazidi kumkubali uh, rais wake anayejulikana uh, kama vile mama uh, Samia. Umbea Media TV ndio inakuletea habari hizi. Kwa hiyo basi usikose kusubscribe, usikose kulike. Bwana eh, unazidi kucomment alafu Uh, unakuwa unapata burudani tu pindi ninapozidondosha hapa uh, mtandaoni. Kwa sasa ajionee video ya huyu jamaa Msalem.